Mgogoro huo ulitokana na madai kuwa mfugaji huyo alijitwalia eneo lenye ukubwa wa hekari 800 tofauti na hekari 280 alizouziwa kihalali. Akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Mbarali, katibu tawala wa wilaya hiyo Frank Sichalwe akiwa ameongozana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo, alifika katika kijiji cha Luhanga kufuatilia kwa kina mgogoro huo na kusikiliza pande zote zinazohusika. Tukauona mchoro ulivyo, ulikuwa umepita huku mpaka huko mbele kwenye miti hiyo na huku ulizunguka hivyo mpaka kwenye miti ile kule mbele. Tukasema hii si busara. Ina maana haya maeneo yote umekubaliana na hawa watu? Akasema sijakubaliana, ila mimi nilichora kwa maana kwamba hawa huwa tunakaa nao, tunazunguka tunazungumza. Baada ya kusikiliza maelezo ya viongozi wa kijiji, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ilimpa nafasi mlalamikiwa bwana karashtisho kujitetea na kueleza msimamo wake kuhusu umiliki wa ardhi hiyo. Kule kuna jamaa mmoja amenusia heka hamsini, hapa nikanunua heka ishirini, hapa nikanunua kama heka thelathini hapa pale nikanunua, yani nipo sasa. Nikaangalia nikasema ngoja ni chore tu nirudishe mashamba yangu yawe ndani, lakini kwenye makubaliano, mara kwanza nilipofanya hivyo, wale watu ambao wanasema tuna mashamba, mfano hapa, nikamwambia hamna shida, udalima tu shamba lako. Hatimaye serikali inatoa kauli yake rasmi ikisisitiza kuwa ardhi ya wananchi haiwezi kunyang'anywa kinyume cha sheria. Maelekezo. Kana shuru nunua eka 280 ambazo zinasomeka huko. Eneo lako ni eka mia mbili themanini sio mia nane. Ubaki na eneo eka mia mbili themanini yeah. Na humo ndani kama kuna mtu anaeka zake kumi ishirini na tano, ana ngapi? Ana ngapi? Ana ngapi? humo ndani kwenye eneo mia mbili themanini hakikisha kwamba anakuwa na eneo lake. Kama anatoka atoke kwa ustaarabu, sio kumlazimisha wala kumtishia. Serikali ipo kwa ajili ya wananchi wote. Uamuzi huo wa serikali umepokelewa kwa furaha na wananchi wa kijiji hicho ambao wameeleza kuridhishwa kwao na hatua zilizochukuliwa. Naishukuru serikali kwa, kui, kwa kui, kutatua mgogoro wenyewe ulikuwa umejitokeza. Na mgogoro umejitokeza, serikali imemaliza ma vizuri. Naishukuru serikali na sasa wananchi tumesharizika mgogoro. Mii nimerizika nao, umeenda vizuri kabisa, amuna mashaka mimi tugutugu haipo. Serikali naipongeza, imeenda vizuri, tunashukuru maeneo yetu. Mkuu wa wilaya ameongea vizuri, mimi asante kwa serikali. Samuel Mpogole Hope Channel Tanzania.